Na maulidi yaendelea, aliotumikia babu yetu miaka kumi na moja, kisha na wazee wetu akatumikia, mpaka mzee kuondoka baada ya miaka thalathini. Baada ya mzee akaondoka, akatumikia tena maami zetu, wakanatia mimi ndio nisimamia mimi. Alhamdulillahi, tangu kuwatiwa na wazee wangu mpaka kusaidiwa na ndugu zangu mpaka nasaidia na watoto wangu, sasa tukapitisha sisi na ndugu zetu Sharif Salim na Sharif Huseini tukakutana nyumbani, haya maulidi tuwatie zijana rasmi. Tukawalika sijana wote na wakapangiana kazi, wakatauliwa sijana wakubwa ni hawa: Umar Sharif Abdallah bin Muhammad Al-Beidh, yeye atumikie upande wa Sharif Muhammad, yeye ndiye mkubwa wa kutumikia upande wa Sharifu Muhammad Jaafar Sadiq E, ambao yeye kundi alikuwa badala ya Said Lagari atumikie upande wa Sharif Saidi kwa mambo yote ambayo kwamba nifanyao mimi na Saidiane ndugu zake, na Abdallah bin Hussein bin Sharif Abdurrahman atumikie upande wa Sharif Abdurrahman. Sasa jana zetu wasimamizi rasmiyan waliokubaliwa na ndugu zao waliokubaliwa na sisi wazee wao ni hawa watatu: Omar, Sharif Abdallah na e, aweza kumweka ndugu yake yote upande wa Sharif Muhammad, na Jaafar Swadiq aweza kumweka ndugu yake upande wa Sharifu Saidi na wamsaidie, si yake asaidie ndugu zake, na, na Abdallah Sharifu Husein Abdurahmani asaidie na upande wa Sharifu Abdurahmani. Hawa watatu tu ndio watawea kusimamizi, na mtu kama amechoka au ameondoka amepatikana na udhuru, aweze kumweka ndugu yake upande wake asaidie. Na tuomba watoto washikamane, wafua waendeshe mambo kama haya. Alhamdulillahi, watusaidia sana watoto katika utumishi mambo si tumepumzika, na kile mwenye kuongoza maulidi na kule mwenye kutumikia maulidi na kule mwenye kuyafanisha mwenye maulidi, Mwenyezi Mungu ambarikie. Tutunga adabu, tutunga heshima, tuweka mahala pa wanawake mbali, tuweka mahala pa wanaume mbali, zafa wanawake wakiwa mahala pao na wanaume pao. Hatutaki matendo ya kuvunja heshima, hatutaki jambo la kuvunja adabu, tunataka watu wawe na heshima. Mwenye kuharibu kwa njia yeyote wakaenda pano wakafanya atakayo au wakaenda kutaka maana wanawake wake, au wakafanya jambo hatumo katika zamani yetu wala si hatuyataki wala hatukubali. Tujiepusha na Mwenyezi Mungu na makosa wafanyao wengine makosa kama ali kanasibishwa na maulidi. Maulidi totakawa na heshima na adabu na murua, na kila mmoja apate haki, na tuajaribu kuwafurahisha wageni kadiri tuwezao, na ikiwa mgeni hakufurahika amekosewa, ndio ubiniadamu. Hatuwezi kuwatunga tuote kwa namna watakao, tuweza kuwatunga tuote kwa namna tuwezao sisi Tuwakaribisha wageni wote watokoa mahala pote, na hii tasjil itabakia ni taarikhi ya daima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Mungu atupe taufiki wa kulli amin, wa antum bikhair, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin waalihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.